Hebu fikiria hili, unatumia zaidi ya shilingi elfu ishirini kwa vocha na bando kila mwezi. Sasa vipi kama ningekwambia hiyo pesa unayoipoteza unaweza kuigeuza na ikakutengenezea pesa? Kwenye hii video nitakupa hatua tano rahisi za kuigeuza simu yako kuwa mashine ya kuchapisha pesa kwa kuuza airtime na bundles. Sasa endelea kubaki hadi mwisho na hautajuta. Fursa za kutengeneza pesa mitandaoni. Mamilioni ya watu wananunua vocha na vifurushi kila siku, kila saa, kila dakika. Imekuwa hitaji la lazima kama chakula. Hii inamaanisha kuwa fursa kubwa sana ambayo wengi hawaioni, fursa ya wewe kuwa katikati kati, ukiunganisha watu na mitandao. Na katika kufanya hivyo, unapiga faida ndogo kwenye kila muamala, na hizo faida ndogo zikijumuisha, zinatengeneza hela nyingi. niwe muazi hii sio pata utajiri chapchapu. Hii ni biashara halisi inayohitaji umakini simu yako, na pia pawe na nia. Uzuri wake unaweza kuanza na mtaji mdogo sana na ukuze himaya yako ukiwa popote. Basi twende moja kwa moja kwenye hatua zetu tano nilizokushakwambia. Hatua ya kwanza ni kuchagua jukwaa au kwa Kiingereza wanasema platform, ambayo ni sahihi. Siri yote ya faida iko hapa. Ni lazima upate jukwaa linalokuwezesha kununua airtime na bundles kwa bei ya punguzo. Huwezi kununua vocha kwa bei ya kawaida na utegemee kupata faida, hii haiwezekani. Sasa kuna majukwaa kibao hapa Tanzania, mengine ni application mengine ni hali ya kubonyeza, na nafikiri unayajua. Hii hapa ni mifano michache nitakueleza sasa. Ya kwanza ni aplikesheni za malipo. Kuna aplikesheni nyingi sana kama vile Pesapo, Mixx by Yas. Aplikesheni hizi zinakuwezesha kuuza vocha za mitandao yote kama vile Vodacom Tito, Tigo, Airtel na hata Harotel. Namba mbili ni kuwa wakala mdogo, yaani ni sub agent. hii ndiyo njia yenye kufaa kubwa zaidi. unatafuta wasambazaji wakubwa wanakupa laini maalumu au application yao na unauza kwa bei ya wakala. faida yako ni asilimia, yaani unapata commission kubwa. kwa mfano kamisheni ya 4% hadi 5% hii inamaanisha ukiuza mocha ya shilingi elfu kumi unapata shilingi mia nne hadi mia tano papo hapo. Namba tatu ni huduma za kibenki na mitandao ya simu. Hata application za M-Pesa, Tigo Pesa na Airtel Money zinaweza kuwa na ofa za siri, chungulia humu ndani. Wakati mwingine unapata bonasi unaponunua kwa ajili ya wengine, hiyo bonus unaweza kuiuza hapa nina ushauri. Fanya utafiti kwanza, usikurupuke. Pakua application mbili au tatu, linganisha kamisheni zao au komisheni zao. Angalia kama kuna makato yoyote asili. Kuchagua jukwaa sahihi ni kama kujenga msingi wa himaya yako. Hatua ya pili ni kusajili na kuhakiki akaunti yako. Sawa, umeshachagua jukwaa kama nilivyokueleza. Sasa unahitaji kufungua na kuhakiki akaunti. Hii ni muhimu kwa usalama wako na inachukua dakika chache tu. Usiogope, ni rahisi sana. Nitakueleza jinsi ya kujisajili. Sasa unajisajili kama ifuatavyo. Kwanza, pakua application, ingia kwenye play store au application store, tafuta application, application yako na uipakue sasa hivi. Mbili, jaza taarifa, andika jina lako, namba yako ya simu na email yako. Tumia taarifa zilizo sahihi kama mwenye kitambulisho chako, usidanganye hapa. Na namba tatu, weka namba yako ya siri yaani pini. Chagua pini ambayo huwezi kuisahau lakini hakuna anayeweza kuikisia, na hiyo ni siri yako. Sasa, kwa nini uhakiki ni lazima? Kwanza ni sababu ya usalama, inazuia wezi wasiibe pesa zako. Pili ni kuongeza kikomo cha miamala. Akaunti isiyohakikiwa ina kikomo kidogo, ukihakiki unaweza kufanya biashara kubwa. Tatu ni kujenga uaminifu, inaonyesha wewe ni mfanyabiashara halisi na sio tapeli. Ukikamilisha hivi, akaunti yako itakuwa tayari ndani ya muda mfupi. Sasa uko tayari kwa hatua inayofuata. Hatua ya tatu ni kuweka mtaji wako, yaani capital. Huwezi kutengeneza pesa bila ya kuwa na pesa, lakini hebu subiri. Huhitaji mamilioni. Unaweza kuanza na shilingi elfu kumi tu. Ndiyo, nafikiri umesikia elfu kumi. Mtaji wako unaitwa float. Hii ndio pesa unayoweka kwenye akaunti yako ili kuanza kununua vocha na bando kwa ajili ya wateja. Sasa ngoja nikueleze jinsi ya kuweka mtaji. Mchakato ni rahisi sana. Kwanza tumia mobile money, yani kama zile M-Pesa, Tigo pesa na kadhalika kuweka mtaji wako. Pili ni kupitia kwa wakala. Baadhi ya majukwaa yana mawakala wake, nenda na pesa tasimu naye atakuwekea kwenye froti yako. Namba tatu ni akaunti ya benki. Baadhi ya application zinakuacha uunganishe na akaunti yako ya, ya benki, kwa hiyo inakuwa ni rahisi. floti yako ikiwa tayari, sasa uko tayari kuanza biashara Sasa twende kuangalia sehemu ya kutengeneza pesa. Lakini kabla sijakuelezea jinsi ya kutengeneza pesa, hapa nina wito sasa. Kama kweli unataka kufanya hii biashara, komenti kwa kuweka neno nipo pamoja hapo chini sasa hivi. Nataka kuona maoni kama elfu moja hivi nabonyeza hicho kitufe cha like button. Huo ndio wito wangu. Sasa tuingie hatua ya nne ambapo sasa ndio unaanza kutengeneza pesa. Wakati wa kuanza kuona pesa inaingia ndio umefika. Mfumo ni rahisi ajabu. Unachotakiwa kufanya nunua kwa bei ya chini na unauza kwa bei ya kawaida. Sasa mzunguko wa mauzo unavyofanya kazi ni kama ifuatavyo: namba moja, mteja anaagiza. Rafiki yako anasema, naomba vocha ya elfu moja. Namba mbili, mteja analipa, anakutumia shilingi elfu moja. Usitume vocha kabla ya kuu hujapokea pesa Namba tatu, wewe unanunua, unafungua application yako na unatumia floti yako kununua vocha ya shilingi elfu moja, lakini kwa sababu unapata punguzo la asilimia tano, wewe utalipa shilingi 950 tu. Nne, unaingiza namba ya mteja ingiza namba ya mteja na uthibitishe chap chap. Na tano, biashara imekamilika mteja anapata salio la shilingi elfu moja. Wewe umeingiza faida ya shilingi 50 kwenye muamala huo huo mmoja. Sasa tuangalie uuzaji wa bundles, yaani vifurushi. Mchakato ni ule ule, faida kwenye vifurushi ni kubwa zaidi. Unaweza kupata faida ya shilingi 100 hadi 500 kwa kifurushi kimoja tu. Sasa dondoo za ushindi zikoje? Kwanza ni uaminifu, pokea pesa kwanza, usikopeshe, utapoteza kila kitu. Pili ni kasi, mteja akituma hela mtumie vocha yake papo hapo, kasi itawafanya warudi tena na tena. Na tatu, weka kumbukumbu kumbu, andika kila mauzo na fahamu faida yako. Sasa tuangalie hatua ya tano na ya mwisho ambayo inahusu kuuza biashara yako na kupata wateja wengi. Sasa umeanza kutengeneza pesa, lakini hutaki kuishia hapo. Sasa ni wakati wa kugeuza hii kuwa himaya yako. Hivi ndivyo unavyopata wateja kibao. Sasa tunaangalia mbinu ya kukuza biashara. Namba moja, anza na watu wako, waambie familia, marafiki, majirani. Hawa ndio wateja wako wa kwanza, na waonyeshe jinsi ilivyo rahisi. Namba mbili, tumia mitandao ya kijamii kikamilifu. Tumia WhatsApp, hii ni silaha yako kubwa. Kila siku weka tangazo, nauza vocha na vifurushi, mitandao yote, tuma pesa, pata huduma chap chap. Watu wataona na watakukumbuka. Mbili, 2 ni magrupu ya WhatsApp application. Omba ruhusa kwa administrator, kisha tangaza huduma zako kama kichaa. Tatu ni Facebook na Instagram, fungua ukurasa wa biashara, ipe jina la kijanja, Stario Express kwa mfano, weka posti kila siku. Namba tatu, tengeneza brandi yako. Sasa hapa, kuna swala la upatikanaji kuwa online hata usiku wa manane. Usifunge hiyo biashara yako, watu wananunua vocha muda wote. Ukiwapa huduma haraka, watakupenda. Namba mbili, kuhusu brandi ni ushauri. Kuwa zaidi ya muuzaji, mshauri mteja bando hii lina utanufaika zaidi au litakufaa zaidi. Wanapenda kupata ushauri. Namba tatu, weka orodha ya wateja, watumie ujumbe kuwakumbusha huduma ya vifurushi ipo kama kawaida. Namba nne, panua huduma. Mtaji ukikua, anza kulipia na luku pia au maji na hata ving'amuzi kuwa kituo kimoja cha malipo kwa kila kitu. Mapato yatalipuka. Namba tano, kuwa na subira. Roma haikujengwa kwa siku moja. Usikate tamaa, endelea kutangaza na utajenga himaya yako. Sasa, hizo ndiyo hatua tano za kuanza kutengeneza pesa kwa kutumia simu yako. Hii siyo sayansi ya roketi. Ni fursa halisi iliyo mbele yako. Badala ya kupoteza pesa yako kwenye vocha, igeuze iwe pesa nyingine. Sasa unasubiri nini? Usiniambie utaanza kesho. Anza leo. Chukua hatua ya kwanza sasa hivi na anza kufanya utafiti wa hizo application. Wito wangu wa mwisho wa kuchukua hatua. Asante kwa kutazama hii video hadi mwisho. Kama umejifunza kitu, bonyeza kitufe cha subscribe na pamoja na kengele. Hii itakufanya usikose kuona video zetu zinazotolewa kila siku ya Jumatatu na Alhamisi kuhusiana na mambo mbalimbali ya ujasiriamali, na hasa kwa sasa hivi tunazungumzia zaidi jinsi ya kutengeneza pesa kwa kutumia mitandao ya simu. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.